Karibu kwenye kipindi ujifunze Stata kwa lugha ya Kiswahili. Hapa utajifunza kuweka kumbukumbu, kuingiza na kuchambua data na kuchora graphs zake. Karibu na hapa tutajifunza Stata kwa njia ya practical, ambayo ni vitendo, na tutaifungua app yetu ya Stata na kwenye hapa yetu, na tutaona Stata na window tofauti tofauti, na window tulionayo hapa ni ya uh, command na hapa hivi. Na tukija hapa hivi tuna window ya variable, ambapo ndo variable zetu zitakaa hapa, jina la variable na hapa, jina lilotumika kuiwakilisha ambayo ni lebu. Tukija kwenye window nyingine ambayo ni ya properties, inaonesha sifa ya hizo variable name, aina variable format yake, inaweza ikawa. Lakini pia kwenye data au zile taarifa zetu husika, tutaona observations zipo ngapi, variables zipo ngapi zina ukubwa gani, na pia zinachukua storage ngapi kwenye memory. Kwa hiyo hapa hivi katikati, kubwa kabisa, hii hapa ni results window. Kwa hiyo tukichakata data, majibu yetu yatakuja kukaa kwenye section hapa, lakini bila kusahau, hapa mwisho ni sehemu ambayo kumbukumbu history. Kwa hiyo ukiangalia hapa, tunaweza tukaandika kwa ufupi, mfano do Using... So, kwa hiyo majibu atakuja kukala kwenye results. Kumbukumbu ya ile command uliandika itakaa kwenye history. Pia unaweza ukapitia hapa juu, ukipitisha tu mouse itakuonesha kitu usika ni kitu gani? Kwa hiyo tukiongelea kitu, tukiongele kitu fulani unaweza ukapitisha mouse tu hapa la ukajua Kwahiyo ukiingia kwenye window utaziona, kuna command window, results, history, variable zinazoongelea, lakini kuna window nyingine ambazo hazionekani lakini zinakuja kuonekana baada ya kuweka kitu kitu fulani. Mfano graph, ukiandika command ya graph. Graph viewer nyingine itatokea. Uh, data editor itatokea nanyiwe ukiweka command ya ku-edit data, na do file itatokea wakati umetengeneza do file ya kutunza kumbukumbu. Pia kwenye statistics hapa hiyo. Okay, uh, kuna option za kuchagua, unaweza kufanya manually au kuandika code sawa. So, aina tofauti za kufanya uchambuzi hapa zinapatikana hapa kwa hiyo kwenye graphics pia kuna graphs za aina mbalimbali zinapatikana hapa. Unaweza uh, ukazichora kwa kutumia code, lakini pia ukatumia hii hapa panel kwa ajili ya rahisisha kwa, lakini pia kwenye data kuna function ambazo ambazoaz zikakusaidia na kuedit data na kusave mafile kuimport file yote vinapatikana pale, kwa hiyo unaweza ukafanya kwa kuandika code, lakini pia ukafanya manually kwa njia ya select tu sawa, so. Moduli hii tutajifunza kuweka kumbukumbu ya mambo yote tunayofanya kwa ajili ya rejea baadaye, ambapo tutatengeneza working directory, log file na do file. Sasa tukirudi kwenye startup tutaangalia jinsi ya kutengeneza working directory. Working directory directory ina maanisha ni sehemu ambayo kazi zetu zote na analysis na output zitaenda kukaa. Kwa hiyo ukiangalia hapa chini utaona imeandikwa C user Brian documents, manake kwa sasa kazi zote zinaenda kukaa hapo. Sasa tunataka kubadilisha working directory, manake nabidi tutengeneze sehemu nyingine ambayo inaenda kutua. Kwa hiyo kutokea hapa kwenye Stata tutaenda kwenye files, ambapo kwa sasa ilikuwa ni kwenye documents, lakini nataka tubadilishe. Mfano, nataka tuweke kwenye desktop. Kwa hiyo pananonofa, tunatengeneza new folder hii hapa, ipa jina mafunzo ya Stata. Kwa hiyo hapa mafunzo ya Stata, tukiingia i folder haina kitu. Yapa ha? funzo ya Stata, kwa hiyo tukitaka kuingia sapopi pass mabuye za sistemi ya tamba iko wazi hapa, itatokea hii hapa, mweza control c ukopi. Baada ya hapo tarudi kwenye Stata halafu tandika cd tengeneza working directory mpya, ta utapestig halafu enter. Hapo tumetengeneza working waking directory nyingine kwai. Okay, ukiangalia saizi ipo kwenye user brand bukuru desktop mafunzo ya Stata napo ivin da Kitu kidogo cha kunoti ni kama sikusema mwanzo, baada ya kuandika command utabonyeza enter betaretaraapa. Sasa tunataka kujifunza log file, ambayo kazi yake ni kutunza kumbukumbu kumbu. kwa hiyo tukiandika hapa kwenye command hapa mfano log using mafunzo Utakwambia, log file already open. Kwa hiyo ukiangalia hapa juu tulipotoka, tuli login kwa kutumia tutorial. Kwa hiyo itabidi tu close log file ya kwanza ili tuweze kutumia log file ya pili. Kwa hiyo tandika log close. Hiyo hapo tumefunga ile log file ya kwanza ambayo ni tutorial. Sasa tunafungua log file nyingine Andika uh, log using mafunzo. So log using mafunzo yenyewe itaenda kuwa save di kwenye user Brian desktop mafunzo ya Stata ambayo yenyewe itaita mafunzo cml kwa ii type ambo ni cmcl, ni Stata markup control language. Kwa hiyo iapa bukisefu kutumia hii format itafunguka vizuri kwenye Stata na itashindwa kufunguka vizuri kwenye apps nyingine, na itakuwa ngumu kushare kama text file. Kwa hiyo sehemu vizuri, naweza tukaandika log using mafunzo but nakakoma text. Kwa hiyo hii hapa oh, kama mwanzo itabidi

Kwa hiyo kitu cha muhimu cha kunoti ni kwamba, tukiangalia hapo, wezi ukafungua log file juu ya log file hapo ilioko. Kwa hiyo itabidi kufunge log file ambayo ina exist ah. Kwa hiyo ukiangalia, uh, tulipoendelea hapo, tutaandika mfano log off, macha space log off. Log off inyewe ita pause Mana yake vitu unavyofanya baada ya hapo havitokuwa recorded kwenye log file yako. Lakini ukija ukaandika log on, mana yake uta resume, uta continue pale ulipoishia. Sasa uifunga kabisa, tutaandika log close. Log close unafunga folder for good na kuwa imeisha. So, tukenda upande wa files waangalia tumesave vitu gani, takuja hapa save kwenye desktop mafunzo ya startup. So, tutaona vitu viwili, ambapo kuna mafunzo dotlog na mafunzo cmcl abao, tukiangalia hapa file hii ni CMCL file ambayo ni wezi kufungua kwenye Stata, hapa tuna text document. Ndio ile mafunzo comma, text tumetoa hii file. Ambaro ukifungua utakuja kuona na expand, utaona jina na kila kitu ambacho tumekifanya ndani, tuli login kutumia mafunzo tukaa tuka log off ambapo ambayo tuka pause for a moment tukaia tuka resume tukaia tuka close. So hii ni advantage ya kutumia log file, takuta document zote ziko analyzed vizuri kwa mpangilio mzuri. So going back kwenye Stata, na vitu vingine, mfano next time unarudi, unataka sasa kuendelea kwenye ile log file ambayo litumia bila kufuta vilivyopo, bila kubadilisha vilivyopo nyuma. Kwa hiyo tutalog using mafunzo, ni text file, but hatutaki kufuta vilivyokuwepo, tunataka tuendelee pale pale tulipoishia. Inga last time tuli close utaongezea append, so itafungua mafunzo the same text file lakini append maana yake tutaendelea na tulipoishia. So for example this time nataka so, niandike kitu ambacho ni comment, chizipate command like, fanya chochote. So write a comment, take a star alafu uh, so tumeandika kwenye kilichopo. Sasa tutaifunga babu

tunza kumbukumbu zote kwa mpangilio. Rudi kwenye Stata sasa, tunataka tubadilishe kila tulichokiandika, tukitoe tuanze upya, lakini jina la log file letu iwe ile ile. Sasa tutabadilisha command kidogo, baada ya append tandika replace So, tandika log using mafunzo mboni text file lakini, saizi tuta replace ili kuitoa ile iliyopo aeka mtya so kuples replace, manake log file ya kwanza itatoka itakuja kuwa replaced na hii hapa. So twandike kitu kipya, mfano taitanyota, alafu andika mpya kwa hiyo well, vyota mpya tukenda kule hivi tutaikuta iko saved well. Tukarudi kwenye files mafunzo na expand, twakuta ni jina lile lile, lakini kwa sasa hivi ni content zimebadilika, yaliomo yamebadilika, so Kabla kufanya kazi zako make sure log file iko vizuri. Sasa tunaingia kipengele cha do file, na kwenye do file yenyewe itatusaidia kusevu kila kitu kwa mpangilio na kumbukumbu -kumbu ambayo ipo kwenye mtiririko mzuri. Sasa do file. Do file tutaifungua kwa kutumia Uh, menu hapa juu ambayo nimesema ukipitisha kasa utapata sehemu imeandikwa do file b ni new do file editor. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza hapo do file itatokea hapo, lakini ukiangalia hapa juu imeandikwa untitled, kwamba bado haina jina. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kufungua do file kwa kuandika do edit tukaita kumbukumbu mbukumbu so hii do file itawena jina kumbukumbu hii hapo, sawa. So, baada ya hapo tutanga kuandika kwa mtiririko kila tulichojifunza. Na kwenye do file, kitu kinachotumika sana kinaitwa comment ambako tulijifunza hapo mwanzo. Comment kwa kutumia nyota. Kwa hiyo utaandika shift kabonyeza na namba nane, au utaangalia kwenye kompyuta yako utapata nyota. Ambapo hii nyota utaandike kitu ambacho ni comment, chenye sio command, ni kwa ajili ya kumbukumbu tu. So tutaandika kazi yote kwa mtiririko kuanzia upya. Kwa hiyo unaweza kufungua Stata yako upya, lakini so, saizi tutaandika kama professionals A kwanza utaweka mazingira safi. Kuweka mazingira safi kama mazingira safi, tutatumia command ya clear all. Wa makini, hizi command zote zipo kwa rufi ndogo, na Stata ni case sensitive, kwamba utakapobadilisha kitu kimoja wapo mpangilio kwa herufi kubwa herufi ndogo, basi italeta error. Kwa hiyo kuwa makini ukiandika command kama hivyo, ukibonyeza enter ita skip line kushuka line ya chini yake, then da kitu kingine tulichojifunza ni kuweka sehemu ya kufanyia kazi ko teka nyota teka sehemu ya kufanyia kazi ambayo tulihitaji na working directory. Hmm? Enter. Kuweka uh, sehemu ya kufanyia kazi tulitumia command ya cd, ikimaanisha current parking directory current directory. Cd unaweka space unafunga semina kufungua sehemu hizi hapo, alafu tunaenda kuchagua sehemu mpya, kwa mfano saizi tunataka tukaenda kwenye files Kwenye files, uh, size, transfer, kwenye desktop ukafungua faili jipya kaleta so, kumbu kumbu so wenye kumbukumbu kwenye kumbukumbu kumbu. Ukifungua faili usika, utakuja kukopi njia yake inapatikana wapi. Kwa hiyo kwenye hii laini yota ambayo iko wazi hapa Unabonyeza tu sehemu yote mara moja, ita highlight hiyo sehemu kwa wewe, una idea ya kuhighlight tena, kazi yako ni kubonyeza control c, utakuwa umekopi. Na sasa tumarudi kule, marudi kwenye Stata, kwenye Stata tafunga Stata na tia do file yetu tauja, uta paste hapa apesti kumbukumbu tasogeza kasa mwishoni Enter. Na kitu kingine tulichojifunza ni kutengeneza log file kwa ajili ya kumbukumbu kwa kumbu, hiyo tabweneza niwata log file kwa ajili ya yeah, kumbukumbu za output kwa hiyo log file kwa ajili ya kumbukumbu za output inyewe, tunaitengeneza kwa kutumia command ya log using, kumbukumbu kumbukumbu kumbu, alafu yinyewe ni text file. Hapo tunakuwa tumeiandika command, lakini kitu kingine tulichojifunza ni kuisimamisha log file kwa muda aiyosimamisha log file kwa muda kusimamisha log file kwa muda tutatumia log off. Log off command. Wenda kuiendeleza log file ambayo tuliisimamisha kuendeleza log file enyewe, ndabonyeza enter kushuka chini, ndabonyeza log command ya log on. Na mwisho kabisa ni kufunga log file, eka nyota ufunga log file, kufunga log file tutumia log close. Kwa hiyo ukiangalia kazi inaenda ukamtiririko mzuri kabisa mm. Fikia hapo, tutakuwa tumejifunza log file na jinsi ya kuandika do file ndani yake. Sasa kwenye log file pia tujifunza vitu vidogo vidogo, tunaza tukavyongeza, mfano log using kumbukumbu na Stata nyewe inajifunza kutokana na vyandika kwa maneno na yarudia rudia, ina save kwa jina reference. Kwa hiyo neno likitokea kama hivyo, unaweza kubonyeza enter, inye itakuwa imekumbuka kumbukumbu ambayo ni text. Alafu sasa unaweza kuandika append, kwamba unaandika juu ya ile ambayo uliweka kama ya kwanza. ili kitu kingine usijifunza ni log using kumbukumbu kumbu, lakini text test na tuna press ambayo inaenda kuchukua nafasi ya ile ya mwanzo hapo kwenye log file. Kujifunza vitu vyote, lakini kitu kingine tukajifunza namna ya kuandika comments, namna ya kuandika comments. Kwa hiyo kuandika comments tunatumia nyota, lakini pia unaweza comments kuandika comments kwa kutumia slash mbil moja mbili, na hii pia na pia ni namna ya kuandika comments. Lakini namna ya tatu ya kuandika comments ni mchanganyiko hizo mbili, ambayo tutatumia hiyo slash Taika na nyota. Na hii ni namna ya kuandika comments lakini, lakini pale ambapo comment yako ni ndefu sana kwa hiyo nanio utaifunga kwa kuweka nyota kwanza then slash hapo, twakua tumeandika comment ndefu. Na hata ukiangalia kwenye do file yako, utaona hapa, utaona ile line ni bado line namba ishirini na tatu, lakini imechukua nafasi kubwa, so uki skip line kibonyeza enter lakini haukuweka ifungua na kufunga comment ngiamia laini ya ishirini na nne lakini hapa inasomeka bado ni laini ya ishirini na tatu Sasa hivi vitu vyote ukitaka kuvifanya vitokee huku kwenye Stata, sasa kwenye do file ukitaka kuexecute vitu vyake yenyewe utatumia Control D au kisogea hapa mwisho utaona kitu kimeandikwa execute do, kwa una highlight sehemu husika, alafu unakuja hapa kubonyeza do. Kwa hiyo mfano tuka highlight kutokea mwanzo mpaka hapa, ukaja hapo, ukabonyeza do, itakuja kutokea huku kwenye kwenye stata yenyewe, lakini unaweza uka highlight ukabonyeza control d ambayo ni rahisi kama shortcut ambayo yenyewe inakuwa ina ina do. Lakini pia unaweza uka highlight sehemu kubwa na yenyewe ukabonyeza control d yenyewe ika execute command nyingi kwa wakati mmoja. Zote hizi tatu zimeshafanyiwa kazi kabla kija execute hii hapa kipande cha chini kiangaria hapa tumi file logfailia huko jiu kaja tukaifungua. Kwa kwahiyo tutaifunga tena log, na alafu ndo tutakujia, tutaifungua tena lakini this taime tutaireplace. Na mwisho kabisa laini ya 25 tutaifunga tano, tutaifunga lo cloh Aa, tuka execute nanye hiki kipande chote kwa pamoja. Kwa hiyo huu ni umuhimu wa do file. Unaweza uka ukaram command nyingi kwa wakati mmoja na zote zikatokea clear. Lakini kitu cha mwisho kabisa, hii do file yetu, ili isipotee, nanye inabidi tu save. Kwa hiyo utakuja kwenye file, save as au save, kama uki save kabisa, so tuta save as kumbukumbu hapana kumbu. natwambia ni mafunzo ya Stata, lakini sisi tene tukachagua kwenye desktop, tulifungua sehemu ya kumbukumbu, kwa do file itakuwa saved sehemu husika. Kwa hiyo tukisema tufunge hizi zote, tutakuja kwenye files kwenye kumbukumbu kumbu. Kumbu kumbu, utakutana do file ambayo ni list ya zile commands na kumbukumbu zake, na log file ni kwa ajili ya zile output. Kwa kwenye log file tutauja tutakuta hii tu, ku, sehemu ya mwisho tu ambayo tuli login baada ya ku, ku log na ku replace, nikakuta zile za nyuma zote sababu tume login na itaonekana tu ile sehemu ambayo tuliandika comment ya mwisho tuka close katika Web. So huo ni umuhimu wa do file. Kama umependa kipindi hiki, like na share linki na rafiki yako, naye apate ujifunza Stata kwa lugha ya Kiswahili pia. Subscribe uwe wa kwanza kupata video ya kipindi cha pili. Maswali maoni, nitajibu kwa wakati, basi acha komenti hapo chini, nikutakie wakati mwema.